Tunashauriwa sasa sisi wazazi au walezi tuwaongoze vijana kuachana na marafiki wasiofaa, manake tumeona madhara yake, na huko ndiko uliko msukumo wa makundilika, lakini kuna tabia zisizofaa aachane ah, nazo na daima awe na mtizamo chanya kwenye maisha. Kuna watoto walishajikatia tamaa kabisa. Aidha anaona mazingira ya nyumbani ni magumu sana, yani anaona uwezekano wa, wa yeye kutoboa ni mgumu kabisa, yani amesha uzi ho, mwisho wa siku anaenda kujiunga na makundi asiyofaa, anapoteza kabisa mwelekeo. Lakini tunasahau ya kwamba kuna watu ambao wamefanikiwa sana kimaisha eh, kutokana na juhudi mbalimbali mbali ambazo waliziweka pamoja na kuwa walitoka kwenye mazingira magumu sana hata sisi hapa wenyewe wako ambao wametoka kwenye mazingira magumu sana huko wanakotoka, lakini leo hii wana taito zao, wako vizuri. Ina maana kuna mtu mmoja wawili watatu ambao walimtia moyo wakampa direction na mwisho wa siku akafika hapa alipo leo. Mwani si ndio, ajue pale nyumbani kuna vitu gani ambavyo vinaweza vikatumika ndani let's say ya wiki au kwa siku tu anza kumte, anza kujua hivi kumbe kwenye maisha huwa kuna kosti. Wanafungulia maji rrr, bili zinasoma tu, hajui jana. Mi naambiwa nyumbani mama kifurushi kimeisha, hajui kama hiyo ni hela, anashangaa tu. Chaneli azionyeshi, asubuhi wanakunywa nini, chai kiasi gani, wako wangapi? Kwa hiyo ajifunze kuandaa kabajeti kadogo pale nyumbani, yaani aone tu hali ya maisha huwa inaendaje, atakuwa na discipline. Hata kama akienda boarding kule shuleni, umempa hela, atakuwa anajua hapa, kumbe natakiwa niipangie pesa moja mbili tatu, kabajeti. Mimi napenda kuasa, tuende tukatoke maofisini, na ikiwezekana tupeane namba za simu ili tuone kweli tunafanya kazi kwa sababu imekuwa kama tabia tunajifunza, tukishatoka kwenye chumba cha kujifunza hatuendi kufanya kazi. Kwa hivyo polisi kata, kwa maana ya wakaguzi kata, pamoja na wadau wengine ambao tumeshirikishwa kwenye mafunzo haya, tuende tukayafanyie kazi, tuende tukajitoe katika kusimamia kila ambacho tumefundishwa kuhusiana na ulinzi wa mtoto. Familia haina ukatikuo mzuri wa kutoa malezi na miongozo bora kwa watoto, kusababisha aidha ukatili kwa wao wenyewe ama kuwa rahisi kufanyiwa ukatili na wengine, kwa sababu hawajafundishwa namna ipi mzuri ya kuhusiana na wenzao. Vijana wetu wengi wanafanywa ukatili wa kingono, ukatili wa kimwili, ukatili wa kiuchumi kwa sababu mbalimbali, kimojawapo kwamba hawajui mwingine anabakwa na majirani yake, anaambia yamaanza kusema. Mwingine anafanyiwa ukatili, mwingine wote ile, lakini kuna namna fulani ambapo hawana uelewa namna ipi, huu ni ukatili, sio ukatili, kama nimefanyiwa ukatili nitoe taarifa kwa nani, n mbaye kufikisha taarifa anaweza kunisaidia. Wengi itawakidu kwa mtaalamu wake nakuta alishaushwa. Kwa hiyo wakati huo hata ukusanyaji wa ushahidi au vipimo kwa ajili ya ya shughuli za kimahakama inakuwa kidogo ni ngumu, lakini pia vile vile athari za kiafya kwa mtoto kama tumechelewa, mfano zaidi ya masaa sabini na mbili, kuna dawa za kuweza kumkinga mtoto na maambukizi kama UKIMWI inakuwa ni ngumu kumpatia, kwa sababu anakuwa tayari yuko nje ya ule muda unaotakiwa. Leo yalikuwa yanahusiana kuhusiana na athari za malezi kwa watoto wetu. Ni kweli naweza kusema kwamba malezi yasipokuwa mazuri kwa watoto wetu kuna athari nyingi sana zinapelekea, mfano ah, ah, hata hivyo kukosa haki ya kupata muda wa kuzungumza na wazazi wao na kushiriki shughuli mbalimbali.